Mdude alikuwa nyumbani kwake, si tunataka arudi nyumbani kwake. Na kama kuna yeyote amemzuru, amzae akuwe amweke pale. Vinginevyo, we are going to speak the language nobody will believe. Nani au nani unaweza kanitia hofu mimi kwa kuteka au kwa kuniua? Wewe unavyoniona mimi ni mtu wa kutiwa hofu. Mimi sitiwi hofu. Sitiwi hofu na mtu. Ndio maana nakwambia subiri wiki ijayo tunarudi Mbeya. Tutawaambia Watanzania Tanzania what next move. Sisi tulichosema leo tunamtaka Mdude akiwa mzima. No guns, no threat, no prison is going to stop us. We are drawing a line ili tukio la Mdude na kitima mwisho atwendi kunuru tena. Take it from me na tuna, ndio maana nazungumza categorical. Hatuwezi kukaa hapa kwa hofu, tunaogopa watu. Hii taifa ni letu, kwa nini atulindwe? Hawa watekaji ni wakina nani ambao wanateka kila mtu, wanafanya kila wanachotaka? It will never happen again. Take it from me. Mdude hana adui, mimi ndio rafiki yake. Hadaiwi, hakopi. Tatizo la Mdude ni kukosoa tu. E, yuko sahihi. kama unasifiwa, wavumilie na wanaokosoa. Mimi ni kiongozi hapa, nina vijana hapa. Kuna wakati wananichora vikatuni, wanasema Mwabukusi wa kampeni, Mwabukusi wa ofisini, ni wachukue? Nianze kuwapeleka kamati ya nidhamu hapa.